Karibu tena mtazamaji wa Big Talent TZ katika chaneli yako hii ya Big Talent kujifunza vitu vingi vinavyohusiana na masuala ya teknolojia, masuala ya website, applications pamoja na masuala ya YouTube. Siku ya leo mtazamaji, nataka ni kusanue kitu kimoja hivi ambacho kinahusu masuala ya kuwa tracked kupitia simu yako tu. Siku hizi kuna njia ambazo watu wanatumia kumtrack mtu na kufahamu taarifa zake kupitia picha. Sasa wewe ambaye unakuwa unapiga picha na unatuma kwa marafiki au unaposti katika mitandao ya kijamii, pasipo na kufahamu kwamba kuna njia tofauti za kutrack hiyo picha na kujua sehemu gani unapopatikana. Inaweza ikawa ni picha, inaweza ikawa na, ikawa ni video clip, na unaweza pia ukazuia usiweze kutrackiwa. Kinachotrackiwa katika simu yako ni zile kodi ambazo zitakuwa zinatumika katika hiyo picha, kwa sababu picha sio tu ile version bali ni zile kodi ambazo zimetumika kuifomu hiyo picha, so zitachukuliwa itachukuliwa hiyo picha, kisha itawekwa katika mtandao. Kuna mitandao mingi ambayo inaweka picha na inaweza ikaleta informations, ikiwemo application au websites mbalimbali. So ikiwa imewekwa hiyo picha katika hizo websites, zinaweza zikatoa taarifa nzima kuhusiana na hiyo picha kupitia kamera ya simu yako ambayo umepiga hiyo picha na ikatengeneza hizo kodi, inaweza sababisha wewe ukajulikana wapi ulipo. Kuna website kama Pick to Map. Hii inaweza ikatoa taarifa zako zote, na nadhani nishakuelekeza jinsi gani unaweza ikatoa taarifa za picha. So nataka nikuelekeza jinsi gani unaweza ukazuia picha ambayo utapiga isiwe inaleta information kuhusiana na wewe au video utakayoshuti isiwe inaleta taarifa zinazohusiana na kifaa chako au na wewe unapopatikana katika simu yako. Ingia katika menyu ya simu yako, kisha nenda katika faili zako, tafuta hiyo app yako ya kamera. Kamera ni hii hapa. Baada katika app yako ya kamera kama hivyo, hiyo ni sehemu ya kupiga picha na vitu vingine. Njoo sehemu hapa ya setting hapa juu, au inaweza ikawa setting ipo kwa chini katika simu yako. Baada kuingia utaona sehemu hii hapa ambayo ni general setting, kuna sehemu imeandikwa location Hakikisha hii sehemu ya location imezimwa kama hivi ilivyo, isiwe ipo on, imewashwa kama hivyo. Inaweza ikawa imeandikwa location au location tag wherever, lakini ni kitu kilichoandikwa ni location. Kwa hiyo unatakiwa hii sehemu uizime iwe off hapo, utakuwa umeprotect picha ambayo utapiga au video utakao shuti isiwe inale... inapeleka taarifa zako au information zako kuhusiana na kifaa chako ambacho wamekitumia kilikuwa kimepiga hiyo picha kikiwa wapi. Kwa hata wewe wakati huo unaweza ukapatikana kutokana na hiyo picha. Yes, nadhani utakuwa umejifunza mtazamaji, kwa siku ya leo na hapo utakuwa umeelimika na kujiprotect wewe mwenyewe kuhusiana na hizo picha ambazo unaziposti sehemu au video unazoziweka sehemu. Naitwa Salumu, unaweza kunita Salumu the Genius, unaweza kunita Salo, ukipenda endelea kufuatilia Big Talent kwa kujifunza vitu vingi. Usiache kusubscribe kama ni mtembeleaji mpya ili uendelee kuenjoy na kupata content nyingi kama hizi. Tukutane tena hapo baadaye. See you.